Kwa MTZ. Leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kuweka pesa kwenye platform mpya ambayo ni KSE Football. Utawekaje pesa kwenye KSE Football? Utafanya hivi. Kitu cha kwanza utafungua app yako. Utafungua, utafungua app yako ya KSE. KSE utafungua app yako. Kisha fungua app yako ya KSE. Utafungua namna hii. Utakachokifanya utabonyeza kwenye kuweka pesa, utabonyeza sehemu pameandikwa wasifu. Wasifu hapa, bonyeza palipoandikwa wasifu. Hapa unabonyeza, itakuja sehemu pameandikwa amana. Hapa unabonyeza, ukibonyeza utaandika kiasi unachoweka hapa au kama kiasi kipo, viasi vipo vi, hapa hela hizi hapa, badala ya kuandika, unaweza kubonyeza tu hela kama ipo hapo. Kama haipo, basi unaweza kuandika, kwa mfano tuseme unaweka elfu hamsini. Mi nitabonyeza tu hapa, nitabonyeza tu hapa, au unaweza kuiandika hapo, kwa ni kulingana utakavyotaka. Unaandika elfu hamsini ukishaandika, unazipitisha kwenye KSE inatumia Tigo and Mpesa pekee kwenye uwekaji wa pesa, Tigo au Mpesa, na jinsi ya kutoa pesa ni Tigo au Mpesa. Hivyo baada ya kubonyeza hapo, utaambiwa uta phone number, namba ya simu utakayoweka hapo. Weka namba ya simu ambayo hela imo, manake namba ya simu ambayo ina hela. Utaandika namba ya simu ambayo ina hela Itakuuliza Mpesa au Tigo Pesa, utachagua Mpesa, kama nTigo Pesa utachagua Tigo Pesa. Unabonyeza Mpesa na confirm, kisha confirm, utapewa namba ya simu ambayo ukailipie pesa. Hii hapa namba ya simu ukaitumie pesa. Ukishaitumia pesa, zile transaction code utakuja kuziingiza hapa. Sasa hiyo namba unaichukuaje? Hii namba utabonyeza hapa kwa copy. Utabonyeza hapa kwa copy ili usikose. Kisha namba una, unai unai copy kwa usahihi. Unaenda kuitumia pesa. Kisha maanza kuitumia pesa kwa mfano ni ni ni M-Pesa. Sasa unatuma hii hapa namba ni M-Pesa ungekuwa unge, Tigo unge, ungepewa namba ya Tigo kalipie. Ukishachukua hii namba utaitumia pesa baada kutuma pesa muamala ukirudi wa wa wa, wa M-Pesa. Mfano wamwamala wa mpesa wagani? Mfano wa, wa mwamala meonyeshe, mfano wamwamaa mwamala wa mpesa ni huu. Mfano wa mwamala ni huu, krudi huu mwamara, tunataka tuchukue sasa. Baada ya kutuma pesa kwenye hiyo namba, unatakiwa uchukue transaction code, ambazo ata <coughs> uziingize hapa, ambazoatakiwa uziingize hapa hivi baada ya kutuma pesa kwenye hii namba utak, muamala utakaporudi, kwa transaction ya ID, ambazo zinatakiwa ziingizwe hapa, transaction ID. Kio unatakiwa sasa uchukue transaction ID kwenye hizi, kwenye huo, kwenye huo muamala wako, baada ya kutuma pesa kwenye huo muamala, baada ya kutuma pesa, mfano tuseme muamala ndio merudi ni huu hapa, ni huu transaction ID hapa, ni hizi hapa hivi, ni hizi namba za mwanzoni hizi hizi ndio transaction ID. Unazichukuaje? inabidi sasa ukopi SMS yote, utakopi SMS yote unarudi kwenye app yako. Hapa utakuja paste, una paste hivi, alafu unaanza kufuta. Unaanza kufuta yale maneno mengine yote ya mwanzoni, unafuta unafuta unafuta hadi mwisho kwenye neno imehibitishwa hapo, alafu kisha unabonyeza confirm. Unaweza confirm. Ukishabonyeza confirm moja kwa moja pesa yako itaingia itaingia kwenye kwenye akaunti yako. Mfano sasa ingekuwa labda umetumia Tigo pesa na sio Mpesa, Tigo pesa la penyewe utapewa namba ya hapa hapa, ungepewa namba ya Tigo ungeenda kutuma kwenda Tigo ukisha tuma kwenda Tigo, kwenye Tigo mwamala ukirudi, kuna namba waga, zinakuja kumbukumbu namba, unapewa kumbukumbu namba, namba zinakuwa namba ishirini na namba kumbukumbu namba unakuja kuziingiza hapa. Ngapi ngapi? Waga, ni namba nyingi nyingi zipo kama unashe kuona muamala wa Tigo kumbukumbu napo, unakuja kuziingiza hapo. Ushamaanza kuingiza hapo, utabonyeza neno confirm, uta confirm tali, pesa yako itakuwa imeshaingia. Nadhani kuja niishie hapo, lakini unapoweka pesa kumbuka kutumia Tigo au Mpesa. Usisahau kusubscribe my channel, naitwa Marco MTZ. Asante sana kuwa kwa, kwa nami mwanzo hadi mwisho wa video hii. Asante.